Tulivyohamia kwenye mtaa huu tulisemwa sana. Kwa nini? Kwa ajili ya hawa watoto, anasema ha. Alitukanwa sana aliyetuuzia kiwanja akasema, kwa nini nawauzia kiwanja? Umeuza kiwanja kwa tamaa zako, umetuletea mbegu hapa. Ina maana sasa watoto wetu wa vichwa vikubwa na mgongo wazi ni mbegu? Lakini nilikwazika nikasema, hapana, mimi ni mtu ambayo wa dini, lakini nilichukia mpaka nikaamua kwenda kwa mwenyekiti wa mtaa, nikaenda kushtaki kwa ajili ya hawa watoto, na mwenyekiti akaja, wakaitwa wale watu walikuwa wanaongea kuhusu hawa watoto, kuhusu mbegu, tumeleta mbegu. Sasa huu ugonjwa uambukizi, ina maana ungekuwa unaambukizwa hata sisi tusingekuwepo. Tangu elfu mbili kumi na nane niko kazini, sasa kama kuambukizwa kichwa kikubwa ningekuwa nimeshaambukizwa na nami nisinge kuwepo kazini, kwa sababu kila mtu hapendi ugonjwa. Kuna mtu ambaye anapenda ugonjwa? Hata sisi tusingekuwepo. Lakini kadi sikuwa zinavyoenda, wametuzoea. Mwanzoni walikuwa wana wakitoka wamama hivi kwenda madukani, wale wamama wote wanasimama, wanaanza kuwachungulia huyu. Eh, kabeba mtoto, kabeba mdoli, wanaongea kwa sauti mama anajisikia vibaya, mda mwingine anasema kaeni ndani. Kama kuna kitu anaenda kununua dukani, ona kama sabuni, mafuta, dawa, mswaki. Mswaki mara nyingi tunawapatia ili wasitoke sana, ile mwanzoni. Lakini sasa hivi wanatoka, anaenda kununua vocha, anafanya nini, e, wameshawazoea na baba ambao wanakuja na watoto wao kabisa. Unakuta kuna baba mwingine ame katelekezewa mtoto na mama mtoto, mama kakimbia mtoto, ipo tusijisifu tu sisi wamama eti na nah, hmm, no, baba wapo, wanaotelekezewa watoto nyingi hmm, sana mama. Kuna roho moja hivi anayo ambayo baba anaga n yani, ni, ni wamama wachache sana. Kuna mama wachache sana ambao unakuta na roho hiyo ya si ni iteji, sitaki kusema maneno makali lakini mama wachache sana wanakutana na roho ya, ya, ya ukatili na kukataa mtoto. Mama wachache sana hmm. Na mpaka mkute mama amekuwa mkatili kwa mtoto huyu, baba ana shida hmm. Baba amekuwa katili kwa no! kwa mama yaani, kwa hiyo anapokuwa na mtoto kama huyu, anasema kuja ni mkomboe baba hmm. Yaani sasa, na hiyo baba utafanyaje? Utaipata nami naondoka na kuachia mtoto, lakini mama kabisa ambaye yuko tu mama watu mtaratibu mzuri, hana matatizo, baba hamtesi Aji tu amkimbie kimbie mtoto tu, yani amue tu amkimbie mtoto hapana. Ah, sio rahisi. Kwa hiyo mama, mimi nawatetea.